Samani, nimeanza kufika kabla yako mwenyewe. Ndio umekuja kuniua au wow. Ulisema nataka kuzungumza na mimi. Kitu pekee ninachotaka kukijua kaka, Jiz, kaka yangu alikufaje? Hivi kweli unaamini kweli mimi naweza nikamuua kaka yako? So, kaka yangu alikufaje? Sawa. Nilimsukuma kwa sababu yote, au nilikuwa najitetea. Prince, unajua kaka yako jinsi gani alikuwa ni mlevi alikuwa ni mkorofi, mwanaume ambaye niliamua kuishi naye na kumpenda, nikimfichia madhaifu yake. Ulikuwa unaelewa. Kwa hiyo mi naweza nikamuua kakako? Siwezi. Mwanaume ambaye nilimpenda sana, nimeishi naye miaka mingapi, hadi nimuue? Fika kabisa, ulikuwa unajua kakako, kitu ambacho alikuwa ananifanyia. Alikuwa ananinyanyasa, alikuwa ananipiga, lakini hayo yote mimi niliyavumilia, na ile ilipotokea, ilikuwa sio dhamira yangu Prosi, ilikuwa ni kujitetea kwangu. Nilimpenda sana kaka yako, lakini hata nikisema vipi, huwezi kunielewa. Siku zote umenichukulia mimi ni mbaya, umenichukulia mimi ndo nilimua kaka yako kwa makusudi, wakati mimi nilikuwa najitetea Prosi. Kaka alikuwa ni mlevi sana, nimevumilia mengi kwake. Kwa nini kwa kipindi chote hicho nisimfanyie mambo mabaya eh? Maskini mtoto wangu, mwanangu. Unajua kwa nini nilipoteza mtoto wangu? Kwa sababu nilikuwa nina stress na mawazo eh. nilikuwa sina pa kukaa. <laughs> Nilikuwa sijui cha kufanya pros, mambo yangu iliharibika, nikampoteza kipenzi changu mtu kwambaye nilijua atanifuta machozi, lakini <laughs> hayupo tena mwanangu. <laughs> <laughs>

ajua kwamba marage siku hizi uyapendi. Yaani kumbe ndo kwanza ndo boga yako pendwa kama zamani. <laughs> Hapa nayapenda kwa sababu hata ulivyonipikia nimependa kwa kweli. <laughs> maana hmm. <laughs> nimeenjoy ninavyosema wenyewe haya. <laughs> <laughs> Mama Nyambi, marage umeyaonaje? Mwanangu, kwa kweli nikisema hakipo vizuri ni zambi, ili kimekaa vizuri, kasukari vizuri, nazi ndio siseme. Nimeyapenda kwa kweli hmm. Ila ninachoshangaa mbona kule kijijini tukiyapika natamani hata nisiale hata mwezi lakini hapa ntakuomba kila siku nipikie, au kuna manjonjonjonjo mnaweka mnaweka nini? Utanifundisha, kwa sababu ujema ipogo hivi ukiwa na pia kitu ukisikia ladha Ila akipika mtu mwingine unaona chakula kitamu. Sijui gani ni nini. Yaani hapa nimeshiba. Hayo maji unayaona hayo, ah, hayo maji si nywe kwanza maana daktari kanishauri. Ukimaliza kula hivi hata nyie mchukue hii tiba hiyo. Ukimaliza kula usinywe maji hapo kwa hapo hapana. Kaa kama dakika 15 au nusu saa ndio unachukua maji unakunywa. Kwa sababu ina kuna mambo yao wenyewe wanaosema sijui utumbo usifanyeje usifanyeje. Kwa hiyo naomba mfanye hivyo wanangu. Sawa? Oh, mam. Haya, mama, nashukuru na mimi kidogo nimeingiza kielimu kidogo. Haya. Kumbuka nyumbani <laughs> <kwa> shibe hii. Mimi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Yivi>, baby. Wewe <laughs> kazini unaenda saa ngapi? Maanake, tuko umeanza kazi naona unajipangia na muda. Mara leo unaenda muda huu, mara hivi. Sikuelewi <laughs> Usitaki kuniambia ndani ya muda mchache tu hapa, ushaanza kunichoka? Hapana, sio maana yangu kwamba nimekuchoka, ila tu nitaka kujua, maanake huu ni muda wa kazi, unajua naona umekaa tu hapa, nikuwa na wasiwasi tu, ndo maana okay. Ngoja nikutoe huo wasiwasi uliokuwa nao, unjue katika hii kazi nilioipata hivi sasa inanipa taimu nzuri tu ya kuweza kuwa na wewe mpenzi wangu na hata kwenda kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo katika hilo ondoa wasiwasi mm. <coughs> Sawa, uh -huh. no, bwana kama huko kazini kwenu ndo utaratibu na wewe ndo ushajiwekea hivyo, mimi sina shida sina la kusema. Alafu usichokijua kila kitu kizuri, kila kitu ni kizuri machoni mwanaye kimiliki. Kwa kwa hiyo napenda sana hivi, muda wote ninavyokutazama, yaani ninavyokuona mi ndo furaha yangu kweli. Mm-hmm, karibu bila shaka utakuwa umetoka nyumbani kwangu kwa rafiki kwa yako, yaani katika marafiki wa mke wangu ambao nawakubali, wewe ni namba moja. Unajua sana kuwa karibu na mke wangu, hongera sana. Kwa hiyo wewe unavyodhani, mimi sina sehemu nyingine yoyote ya kwenda zaidi ya kwenda kwa mke wako? Au ukiona napita hii njia, basi unajua moja kwa moja ni nimetoka kwa mke wako halafu wewe Simoni umeanza lini kunipenda mimi? Eh? Sikia nikwambie. Wanafikia hao hao ila mimi na kujua nje ndani Yaki. Kwa nini naugomvi na mimi? Kaka una roho mbaya. Una tabia mbaya. Yaani sura yako na vitendo vyako ni vitu vili tofauti Saimoni, mwanangu. Hey, mama, hivi haya anayoyafanya mke wako unayaona au huyaona? Hebu Nieleze vizuri mama, ili nipate kuelewa kuna nini? Ina maana hujui? Eh, mke wako anachoyo, mke wako anaponiona mimi hata vitu vya kula vile vizuri vizuri unavyoleta labda mama aletunda alehiki anafichi. Ina maana mpaka mamangu anafanya hivi kweli? Yani, mamangu anakunyime mpaka matunda? Ndio maana ikakuambia unayaona au unayafumbia macho, kwa sababu umeshikiwa akili. Mama, niachie mimi Yaani, usijali, niachie mimi hilo swala. Mimi si mnijua mwanao toka mdogo, nilivyo nakujua ndio. niachie mimi hilo swala sawa mama, wala usijali wewe, niachie mimi sawa. Tuliza watoto. Wa Kiswahili wanasema sio uende huko sasa. Ukifika mapanga, mashoka, majembe, hapana, utafungwa mama. Nimekuelewa. Fanya subira. Nimekuelewa, niachie mimi mama. Sawa, navyokupenda mimi mamaangu, hawezi kufanyia hivi hata siku moja. Sawa lakini kuwa na usalama huko. Niachie mimi. Subira yavuta heri. Dah, mwanangu. Hii hali ya leo hatari. Hali yenyewe ni mvua ah, marafiki yangu mm. Lakini kidogo kwangu mazingira yamekaa vizuri kidogo, vipi kwako? Kiupande wangu nanga inapaa Da, lakini da, lakini ndugu yangu na kimbiza kimbiza kidogo ndio hivyo hivyo. Sasa so, tunapambana tuna, tuna tunatafuta lakini da. Safi sana kaka. Lakini la mazingira hata kama jaga vizuri. Sema nini? Abili wale pale anaenda kati pale. Unaweza kumwona wewe hapo chapo. Kwaje mzee? Fresh vipi kaka? Da, vipi kaka? Kama kawaida. Fresh. Da, tunaweka kati basi. Ah, da. Sema nini? Brother mazingira usigiroga jaga vizuri. Sema brother. Samani, unaweza kupanda pale kidogo, unajua tunasopotiana brother, usikasirike. Pamoja sana, pamoja mwana. Pamoja brother, hapo hapo hivyo mwanamke, una matatizo gani na mama wangu, hujui eh? kwamba yule mimi ni mamangu, unaninyanyasiaje mamangu? Usimtumbulie macho, naongea na wewe eh? na acha hela mama wangu ale vizuri. Nakupa hela, lakini mama anakula chakula kibaya. Unakumwandalia mama chakula kibaya, unamshindisha njaa, anachelewa kula. Hivyo yule, yule ni mamako, mamangu mimi Simon. Hivi mimi kweli nanenyesa mama yaani? Eh, icha kumpa mama chakula? yule ni mzazi wangu eh? kwa nini kumpa chakula Simon? mbona kama unanivunjia heshima mume wangu eh? Usiniambie mume wangu, yule ni li mamangu, nimemtoa aje kuinjoi hapa Mi... ah! Simon! unafanya nini? unampigia nini mtoto wa watu? Mama nisikilize, kwa nini akunyanyase eh? alafu mama, wakati nao, kwa nini mkuniambia kwamba huyu sio mwanamke wa kuoa naa wanakuja kufanya mambo ya ajabu kama haya. Mwanangu, mtoto wetu hajanishindisha njaa. kama mna mambo yenu, kwani msiongee taratibu? Mama, sitaki wewe uteseke hapa ndani unyanyasike. Kumbuka mimi natafuta hela ili wewe ule vizuri. kwa nini nakunyanyasa hapo ndani Simon? wewe mtoto wetu hana shida hana tatizo Simon. chunga akili yako. hebu toka hapa, ondoka Usimfokee mtoto wote. <laughs> safi sana, safi sana, katika siku nilizokuona una akili ni leo. <laughs> Ha? hapo sasa umefanya kitu. <laughs> Yes, mama tutamnyosha. Yaani tunahakikisha tunamnyosha, ndio maana nimekuleta hapa. Sawa, pambana baba. tumnyoshe. pambana. ndani? <laughs>

Bela. Unajua muda wote nimekaa ofisini kwangu nilikuwa nakufikiria wewe tu, so nikaona nipitie madukani nichukue kile kitu ambacho kizuri wewe unapenda nikuletee. Kanu, nakupenda oh. mm-hmm. <laughs> Kamu. <laughs> sana naona, jamani, asante umefurahi <laughs> sana sasa nilitamani hata kabla hujaondoka ungepata chochote, lakini bado sijapika. Usikula tu hilo, wala usijali, maanake kama nilivyokuambia inanibidi niwai. Nikishamalizana naye yule bwana narudi nyumbani <laughs> kweni <wangu. laughs> Okay, baby, basi mimi ngoja nikuache, sababu kule kuna mtu nimemwacha, ngoja nikamalizie kazi yake. Kisha nitarudi. Haya, kipenzi, kila la heri hiyo nichkwa niekakik ishi mimi karibu sana. Asante. Karibu, si unajua tena, si binadamu. Kuna siku naweza nikawa na tatizo eh, wewe mpaka uja unifikie itakuwa hmm, ngumu. Lakini kwa sababu sasa hivi unapaliwa nyumbani unakuwa unakuja tu. Asante ti kwanza, mwenyewe nimefurahi kujua kwako kwanza. Eh, ni kweli, hivi kweli tunakutana, tuko barabani kwa <laughs> mfano, siku kadondoka saruni pa. Nakupeleka wapi hapo? <laughs> inaanza kushangaza, si marafiki, alafu hujui kwangu. Kila mtu anajiuliza, marafiki kweli hawa marafiki, hapo hawajui hata anakoishi mwenzake, ajui. Nifurahi, ni tikaribu kipenzi, asante. Jisikie uko nyumbani, paka hapa sasa, ukiwa umevuruga kule na ndugu yako uje upumzike hapa. Wazo usinikumbushe wazonanikea nasikia. <laughs> hasira Bwana a hasira Jaki, usiwe na hasira, hasira. Ah. Hasira bana. So. <laughs> <laughs> <laughs> Kila ninavyochekecha nimechoka, nashindwa kuishi na huyu mwanamke humu ndani. Kwa nini nizuru nafsi yangu kwa ajili ya huyu mwanamke? Nashindwa kuishi na huyu mwanamke, ni bora nirudi zangu kijijini. Kwa nini mama walete ndugu zake waje wakae wamsikilizie mpaka atakapojifungua mama huyu? Ukisema waje hapa ndugu zake, nitampa kichwa yeye nitapata nafasi ya kutawala. Sasa ndio maana nimekuita wewe, ili ujaukua pamoja na mimi. Sasa ukiondoka wakija ndugu zake atatawala huyu. Kwa hiyo tufanyeje sasa? Niachie mimi mama, sitaki kuondoke hapa. Sawa mamangu, sawa ila mama. Ah, wewe una roho mbaya. Nina roho mbaya, wakati sote njia yetu ni moja? Nimetoka nyumbani kuja kukusaidia, uniambie nina roho mbaya, mamangu kuja kwanza nikalale, tutaonana kesho kuyo. Nenda kwanza ukapumzike. Sawa mama? Sawa, nenda ukalale sasa huko, sio uende ukagombane naye tena, umenielewa? sijakwambia mkagombane Kan unazingua ndugu yangu, hatujaonana muda sana, kama siku tatu. Simu zangu nikikupigia upokei bosi naye akikutafuta upokei maanaake nini? Analalamikia mimi tu, kilo siku una siku ya nne hujapeleka pesa yake. Ndugu yangu, matatizo gani hayo unaleta? Ndugu yangu Alex, nadhani mwenyewe unatambua kuwa mimi ni mgeni katika hizi kazi eh? naisitoshe nahii aliyaewa hii ya mvua biashara imekuwa ngumu kishenzi yani, hakuna cha kazi ngumu. Mbona mi nkija hapa kijweni naambiwa umepakia leo, umeenda huku, umeenda huku, umeenda huku. Kwanza nakuona mwenyewe tu hapo na miguu yako, pikipiki iko wapi? pikipiki kwa ah, piki nimeiacha chakaosha hapo, inapigwa maji, maanake ilikuwa imejaa tope mwanangu. Sema unazingua bwana, kuwa makini mwanangu. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi, ulinisini